Helo, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, kwa majina yangu naitwa Bryan Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya majina. Mpendwa katika Bwana, nyuma ya majina kuna nini? Jina limebeba nini hasa cha msingi? Kwa nini tunapeana majina? Kwa nini tunaitana majina? Kwa nini tuna majina? Kwa nini vitu vingine vina majina? Biblia inasema vipi kuhusu majina? Imani yako na jina lako vinahusiana vipi Vipi? kama ukibadilishwa jina lako kitatokea nini? kama jina lako likibakia hivyo hivyo kitatokea nini? pendwa katika Bwana, katika Yesu Kristo, majina yana maana gani? twende tukajifunze somo hili la kuhusu majina. Basi bila kupoteza wakati, twende moja kwa moja tukajifunze. Kwanza kabisa, jina limebeba utambulisho wa kitu. Ili kitu chochote kitambulikane au kijulikane, kinafahamika kwa sababu ya jina lake Hivyo jina linapokuwepo kwenye kitu, kwa mfano tunaita labda mti, lakini mti una majina yake ndani, unakuta kuna mpera, kuna mwembe, kuna mfenesi, kuna aina mbalimbali za miti. Watu pia, kuna aina mbalimbali za watu, kuna Bryan, kuna Hope, kuna Jenny, kuna watu wengi wamekaa pale, Ana, kuna Happy, yote hayo ni majina. Kwa hiyo haya majina tunapeana ndipo tunamtambua huyu mtu kwa kumuita jina lake, lakini pia huo utambulisho si kwetu sisi tu kumtambua bali yeye pia kujitambua kwenye jina hilo, pia linamfanya yeye aweze kujitambua. Kwa mfano, ukisema we ukiita watu wako kumi afu ukaita we hata watageuka wote, lakini ukiwa specific lina choose lina jina linasababisha linachagua kitu moja kwa moja kwamba labda eh, Hope au labda Brian, unapopick Brian kwa Brian ndio watatana kugeuka, na kama wako Brian wako wengi hivyo utabidi uchague Bryan Frank. Ndio Bryan Frank atageuka. Ndio hivyo vitu vimekaa mahali hapo. Mpendwa, ukiacha jina kubeba utambulisho lakini pia majina yamebeba uwepo wa vitu au uwepo wa kitu, yaani uwepo wako wewe, jina lako linatambulika na uwepo wako wewe katika mahali fulani au katika dunia fulani. Hivyo utakavyokuwa umeondoka uwepo wako wewe, hauta tena. Hautakuwepo, yaani hilo jina halitakuwepo tena la kwako wewe, namaanisha inawezekana yako majina mengi, lakini utambulisho wako wewe hautakuwepo kwa sababu hakuna uwepo wa kitu. Mpendwa katika Bwana, jina kwa kuwa limebeba utambulisho na uwepo wa kitu, Mungu ndiye mwanzilishi wa kwanza kabisa wa majina au kuvita vitu majina, na alipomuumba Adamu, akampatia uwezo Adamu wa kuweza kuvita viumbe vyote majina yao na vitu vyote vitakavyotokea majina yao. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mbili, ule mstari wa kumi na tisa mpaka ule wa 20, anasema Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje; kila kiumbe hai, jina atakalokiita Adamu likawa ndio jina lake 20 Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Mpendwa katika Bwana, tunaona hapo Mungu alipoumba kwa kutumia mavumbi ardhi, wanyama, vitu vyote, Mungu wa msituni, wa kufugwa na ndege wote wa angani, kama mfumo ambao alimwambia mwanadamu, Mungu anampatia Adamu mamlaka ya kuwaita wale majina na kila jina aliloita likawa ndio jina la hicho kiumbe hai. Lakini viumbe vyote vilivyoumbwa hivyo hakikuonekana cha kufanana na Adamu, ndipo Mungu akaamua tena kum, kumtengeneza mwanadamu wa kufanana na Adamu, yaani Hawa. Mpendwa katika Bwana, hata jina Hawa ni Adamu ndiye aliyeliita hilo jina, ni Adamu ndiyo aliyetengeneza kwanza kuitwa jina mwanamke lakini pia kuitwa jina la Hawa, yaani akiwa anamaanisha mama ya watu wote walio hai, yaani mama ya Hawa. Mpendwa katika Bwana, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mbili mstari wa ishirini na tatu Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Mpendwa katika Bwana, baada ya kuasi, kwenye Mwanzo ile tatu mstari wa ishirini Adamu anampa Hawa jina la mke jina la kwake manake huku amemwita mwanamke kwenye Mwanzo mbili ishirini na tatu alipokuwa ame, ameumbwa. Lakini baada ya uasi, jina la Hawa linaonekana linatambulikana pale kujulikana kwamba Hawa ndiyo mama wa watu wote wa dunia hii. Anasema kwamba Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama ya wote walio hai. Mpendwa, tunaona jina Hawa ni jina pia ambalo Adamu alimuita mkewe, hivyo alitambulikana kwa jina la Hawa. Lilikuwa limebeba uwepo wake kitu cha kwanza, lakini pia limebeba utambulisho wake kama mama wa watu wote wa dunia hii, yaani jina Hawa. Lakini kwenye uwepo wa Hawa, Hawa lisingeweza kuitwa jina kama Hawa hakuwepo au kama kusingekuwa na mwanamke, hivyo mwanamke akaitwa jina mwanamke kwa sababu ya kuwepo kwa mwanamke. Adamu akaitwa jina adamu kwa sababu kwa kuwepo kwa Adamu. Ndege wakaitwa ndege kwa sababu ya uwepo wa ndege. Wanyama wakaitwa wanyama kwa sababu ya uwepo wa wanyama. Hivi vitu vyote kwa sababu ya uwepo wake, ndio majina yake yanakuwepo. Hivyo utambulisho unakuja unaingia kumgundua sasa, katika ndege, huyu ni ndege gani? Litamtambulisha ile jina lake. Mpendwa katika Bwana, basi tukiona mlelongo huo unavyoendelea, wanadamu wote pia tunaanza kuitana majina na kupiana majina kulingana na maana na utambulisho wa ilo jina lilivyo, mpendwa twende tukaangalie haya majina manne halafu na utambulisho wake jinsi ambavyo ulivyo. Haya majina tutayatoa katika kitabu cha Mwanzo 29 kuanzia ule mstari wa 32 mpaka wa 35, lakini pia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 4 ule mstari wa tisa hii hapa ni habari ya Yabesi, lakini hii mwanzo ni habari ya wale watoto wa Yakobo. Tutaangalia watoto wachache tu, watoto watatu, yani Reubeni, Lawi pamoja na Yuda, mpendwa katika Bwana. Tukianza na Reubeni. Jina la Reubeni lina maana. Halijakaa tu hivi, hakuita jina hivi. Kulikuwa na maana yake. Jina Lawi lilikuwa na maana yake. Jina Yuda lilikuwa na maana yake. Tuanze na Reubeni. Reubeni alipozaliwa tu, Lea mama yake akalitoa maana ya jina Reubeni. Kwa nini Reubeni hakuwepo? Kwa nini akalita jina Reubeni? Ukisoma kitabu cha Mwanzo 29, ule mstari wa 32, anasema Lea akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake, Reubeni, maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Maana yake nini? Maana yake jina la Reubeni liliitwa kwa sababu Mungu ameliona teso la Lea, na hivyo mume wake atapata kibali. Kwa hivyo Reubeni, jina la Reubeni likiwa limebeba mwana wa kupata kibali, au limepata limepata jina la kwamba Mungu amenikumbuka na nimepata kibali, mpendwa katika Bwana. Ndivyo ilivyo katika maisha ya Reubeni. Hivyo hivyo mpendwa, twende tukaliangalie jina la Lawi. Lea baada ya kuzaa wana wawili, yaani Reubeni na Simeoni, alipozaa mwana wa tatu, Lawi Lea anakuja anatoa jina la Lawi, lakini pia na maana ya jina. Kwa nini aliitwa Lawi? Kulikuwa na sababu ya kuitwa Lawi. Mwanzo 29 ule mstari wa 34 anasema, akapata mimba tena akazaa mwana, akasema, basi wakati huu mume wangu ataungana nami, kwa sababu nimemzaliwa wana watatu, kwa hiyo akamwita jina lake Lawi. Mpendwa, tunaona jina Lawi linamaanisha reconcile, yani kupatanisha. Mungu ata, mume wangu ataungana pamoja nami kwa sababu nimemzaliwa mwana watatu. Kwa hivyo jina Lawi lilizaliwa li, kwa sababu Lea akaona mume wake yani Yakobo ataungana naye atakuwa pamoja naye kwa sababu ya hicho kitu. Ukienda kuangalia tabia ya Lawi, Mungu alipika kabila la Lawi kuwa reconcile, kuwa viunganishi kati ya Mungu na mwanadamu Mungu na mwanadamu akachagua kabila la Lawi kwa niaba ya mzaliwa wa kwanza. Baraka zote ziweze kupitia kwa Walawi na mfumo mzima wa utukufu uweze kupitia kwa Walawi. Hivyo tunaona jina la Lawi halikutokea hivi hivi tu, kulikuwa na maana utambulisho katika jina la Lawi kwamba mume wangu ataungana nami, hivyo akamwita mtoto wake jina lake Lawi. Na ukiangalia tabia za Lawi ndio hivyo hivyo, Mungu naye anawachagua Lawi kama viunganishi kati ya Mungu pamoja na mwanadamu, mpendwa katika Bwana. Twende tukaangalie jina la Yuda katika Mwanzo 29 ule mstari wa thelathini na tano. Lea baada ya kuzaa Simioni, baada ya kumzaa Reubeni, baada ya kumzaa na Lawi akapata mtoto anaitwa Yuda. Lea alisemaje? Jina la Yuda linamaanisha nini, mpendwa katika Bwana. Twende tukaliangalia, anasema akapata mimba tena akazaa mwana, akasema, mara hii nitamsifu Bwana, kwa hiyo akamwita jina lake Yuda. Akaacha kuzaa mpendwa katika Bwana. Umemtazama lea, lea baada ya kupata mimba aka, baada ya kupata mimba mwana wa nne akazaa mtoto. Alipozaa mtoto akasema hivi sasa nitamsifu Bwana, sasa nitamsifu Bwana. Kwa hiyo jina la Yuda linamaanisha msifu Bwana, yani sifa kwa Bwana, ndio maana ya Yuda. Ukianza kuangalia pia jina la Yesu baada ya sisi sisi wa Kristo tunasema Bwana Yesu asifiwe ukianza kuangalia genealogy yani vizazi na mambo yote vinasaba, kutoka kwa kina Yuda unaona sifa kwa Bwana kutoka katika kabila la Yuda. Makabila mengine yalivyokuwa yameenda tofauti, kabila la Yuda lilibaki limesimama imara, sifa kwa Bwana yale yani, likabakia na sifa kwa Bwana, tabia za Yuda na watu wote, sifa kwa Bwana Yesu Kristo, sifa kwa kwa Bwana, Bwana Bwana Bwana Yesu Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa katika Bwana, ndio maana iliyopo katika utambulisho wa majina. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza nne, ule mstari, ule mstari wa tisa. Kuna habari ya mtu mmoja anaitwa Yabesi. Yabesi alizaliwa jina lake aliitwa Yabesi kwa sababu alizaliwa kwa huzuni nyingi. Alizaliwa kwa huzuni nyingi. Kwa hivyo jina lake linaitwa huzuni, yani Yabesi akaitwa kwa kwa jina la huzuni. Kwa hivyo manake Yabesi manake mtu wa huzuni au aliyezaliwa kwa huzuni. Huo ni jina na utambulisho wa majina Naam, kwa nini sasa majina yanabadilishwa, mpendwa katika Bwana? Majina yanabadilishwa ili kutengeneza utambulisho mpya kabisa mpendwa. Kwa mfano, ukisoma katika Biblia utaona kuna watu walibadilishwa majina. Tunatumia watu wawili tu, tumtumie mfano wa Yakobo lakini pia na Ibrahim au Abraham. Mpendwa. Abraham alikuwa hapo mwanzo aitwe Abraham. Wakati anatoka katika Uru wa Kaldayo alikuwa akiitwa Abram. Hivyo Mungu akambadilisha kutoka Abraham kumpeleka kuwa Abraham. Kwa nini alibadilisha hivyo? Ili kutengeneza utambulisho mpya na kuleta maana ya jina ya, ya, ya kitu ambacho Mungu utukufu wa mbele ambao Mungu amemwandalia. Ukisoma kwenye Mwanzo ile kumi na saba ule mstari wa tano anasema, hautaitwa tena jina lako halitakuwa tena Abraham bali litakuwa Abraham kwa sababu wewe ndiye baba wa mataifa yote. Kwa hivyo kumbe jina Abraham linamaanisha baba wa mataifa. Hawezi kuendelea kuitwa tena Abram, yani baba wa mtu mmoja au mtu wa wa, wa, wa jina la kipekee. Hivyo ili aitwe baba wa mataifa mengi inabidi jina lake pia libadilishwe aendane na jinsi ambavyo Mungu amembarikia. Hivyo akabadilishwa jina hilo. Lakini pia ukimwangalia Yakobo katika ile ya Mwanzo 32 ule mstari wa 28, ya wakati Yakobo amepambana na malaika kwamba anadai baraka. Wakati huo ndugu yake Esau anamwogopa ndugu yake Esau, anakuja na jeshi la watu 400, akiwa na hofu na uoga. Alipambana mpaka usiku, akawa ameng'ang'ania mpaka Mungu ambarikie. Alipokuwa ameng'ang'ania mpaka Mungu ambarikie, alimuuliza jina lake, jina lako unaitwa nani? Akasema anaitwa Yakobo, akakiri anaitwa Yakobo, yaani ikiwa limemaanisha mtu wa hila, mtu wa dhuluma na mtu wa janja janja nyingi. Mungu akambadilishia jina, akamwita Israeli, akamwambia utaitwa tena Yakobo bali jina lako litakuwa Israeli. Kwa sababu gani? Maana ya jina Israeli inamaanisha hivi. Alipigana na wanadamu na akashinda, na amepigana na Mungu na ameshinda. Hivyo amepata kibali kwa Mungu na amepata kibali kwa wanadamu. Hivyo jina lake akaitwa Israeli. Ndivyo ikawa ndio maana ya jina hilo mpendwa katika Bwana. Kutoka kwenye jina la hila bali akaingia kwenye jina la baraka, yaani jina la Israeli. Hivyo ndivyo ambavyo kusudi la kubadilisha jina ni kutengeneza utambulisho mpya kabisa mpendwa. Sasa je, ukiwa umeokoka ukiwa umemwamini Yesu Kristo, je, kuna haja ya kubadilisha jina ili urithi baraka? Kuna haja ya kubadilisha jina ili uondoe laana? Kuna haja ya kubadilisha jina ili uweze kupata kibali, ili uweze kupata amani, ili uweze kupata furaha? Jibu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu umekwisha kumwamini Yesu Kristo. Ukisha kumwamini Yesu Kristo jina linabadilika, unaingia kwenye nafasi ya kuwa kiumbe kipya, unaingia kwenye ule utukufu wote wa Mungu. Hivyo hausomeki tena katika majina ya wanadamu, wala jina la wanadamu haliwezi kukutenga na upendo wa Mungu ulio mkuu, bali ni utukufu wa Kristo namna ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu, ndio kitu ambacho kinakuwa kimekubadilishia identity. Hautaitwa tena mwana wa dunia, hautaitwa tena jina fulani bali lile jina la kuitwa mwana wa Mungu, umeingizwa kwenye jina jipya kabisa la ufalme wa Mungu mpendo. Kwa nini ninaongea jambo hili? Kwa sababu hata jina lingekuwa la kikabila, hata jina lako lingekuwa la taifa fulani, hata jina lako lingekuwa kwa namna fulani, haliwezi kukuzuia wewe kurithi baraka za Mungu, haliwezi kukuzuia wewe kutawala utukufu wote. Hata lingekuwa linaitwa mateso, hata lingekuwa linaitwa huzuni, hata lingekuwa linaitwa namna gani, ukishaingia ndani ya genealogy Yaani ndani ya vinasaba vya Kristo Yesu unafanyika kuwa mwana wa Mungu wala jina lako haliwezi kukutenganisha na upendo wa Mungu. Anazungumza kwenye kitabu cha Warumi ile nane kuanzia mstari wa 35. Ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu? Hakuna kitu kinachoweza kukutenga na upendo wa Mungu. Anasema yaliyopo, yatakayokuwepo, wala malaika, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, hawezi kututenga na upendo wa Kristo ulivyo ni mkuu. Kwa kufanyika wana wa Mungu hakuna kitu kinaweza kitatutenga na upendo wa Kristo. Upendo katika Bwana. Sasa Ukisoma kitabu cha Ufunuo tano ule mstari wa tisa mpendwa katika Bwana, Anasema kwamba nao waimba wimbo mpya wakisema, "Wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa." Mpendwa katika Bwana hivyo, haijalishi jina lako liko kwenye lugha gani, haijalishi jina lako ni la taifa gani, haijalishi jina lako ni la jamaa gani, haijalishi jina lako liko kwenye namna gani, yeye Mungu yeye Kristo alipochinjwa akatununua, akabadilisha utambulisho, akatupatia utambulisho mpya wa kuitwa wana wa Mungu, akanunua watu wa kila lugha na kila kabila. Hakusema alinunua tu kwenye lugha moja. Angenunua kwenye lugha moja, basi ingetupasa watu watu tuite majina ya lugha hiyo. Lakini akanunua kwenye kila kabila na kila lugha na kila jamaa watu wake. Aliponunua ili tuweze kuzilisi baraka, ili tuweze kupata kibali, ili tuweze kupata vitu vyote hivyo. Hatuhitaji majina eti ya kabila ili aanze kututenganisha na hilo jambo. Hapana. Bali tunahitaji kuwa wana wa Mungu ili tuweze kuzilisi hizo baraka zote kwa sababu tukisha kuwa wana wa Mungu kila kitu kinatushuhudia kwamba sisi tumekuwa wana wa Mungu, yani warithi wa Mungu. Milima inatushuhudia, mito inatushuhudia, makabila yanatushuhudia, kila jamaa inatushuhudia, tutanena hata lugha za makabila zilinenwa ili kutushuhudia kwamba tu wana wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, hivyo ukishakuwa umeokoka, ukishakuwa umeingia katika neema ya Kristo, ukiwa umemwamini Kristo Yesu, hauhitaji kubadilisha jina ili uweze kupata kibali. Hauhitaji kubadilisha jina ili uweze kupokea baraka. Hauhitaji kubadilisha jina ili uweze kuziondoa laana bali inahitaji imani tu ya Yesu Kristo ili laana ili vitu vyote viondolewe. Kwa hivyo unafuta mambo yote kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa nini nitatoa hoja za msingi kwa ajili jambo hili? Ukisoma habari ya Yabesi katika kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza, ule mlango wa nne, ule mstari wa kumi. Yabesi alipoona kwa sababu jina lake limezaliwa lime kwa huzuni, Yabesi ilibidi amlingane Mungu, yaani amtafute Mungu. Baada ya kumtafuta Mungu, akamwambia Mungu, ingekuwa lau mkono wako ungekuwa pamoja nami nawe Bwana ungenibarikia kweli kweli, ili huzuni ili uovu usio kwa sababu ya huzuni yangu, kwa sababu ya jina lake. Ukisoma mstari wa tisa, jina la Yabesi lilitokea kwa sababu alizaliwa kwa huzuni, hivyo akahitaji akamlingana na Mungu, yani akakaa sawa na Mungu, ndipo Mungu akambarikia katika haya mambo yake yote, ili mambo yake yote yasikae kwa sababu eti uovu ambao unatokea kwenye mashaka usio kwa sababu eti ya jina lake. Jina lake lisiwe kisababishi cha uovu sio kisababishi cha maovu yanayomkuta la, bali katika mambo yote yanayotokea katika maisha yake, sio jina yake, yaani utambulisho wa jina yake ndio ulete maana yale mambo yanayotokea. Akamwomba Mungu ambalikie, naye Mungu akambalikia Yabesi. Lakini pia wapendwa katika Bwana, ukisoma katika kile kitabu pia cha Danieli, ukiangalia Danieli moja tu pale, mpendwa katika Bwana, nataka nikwambie wanaweza wakakubadilisha jina hata hatima yako isibadilike. Hivyo ukiwa na usawa na Mungu, ukiwa pamoja na Mungu, hata wakibadilisha jina, hata jina likibadilika, hata jina likibadilika lingeitwa jina wangekuita mchawi. Wapendwa, tunaitwa mara nyingi sana wachawi huko nje kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo, tunaitwa majina mengi, tunaitwa wachawi wa wakorofi, wazinzi, waongo, wa nini, wanaitwa yale majina yote, wanaita majina machafu, wanaita majina ya mapepo kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo, wanatuchukia kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Hayo yote hata wakituchukia wakituita majina gani, ambao kama sisi tuko sawa na Mungu, haibadilishi maana, haibadilishi maana ya sisi kuwa wana wa Mungu, haibadilishi sisi kuzidisi baraka, haibadilishi haya mambo yote. Tunaona hata wakina Danieli tunamwona e, eh, Hanania tunamwona e, eh, Mishaeli tunamwona na Azaria, waliwabadilisha majina lakini hawakubadilisha hatima yao, kule kuwa sawa na Mungu kwa kubadilika. Danieli wanambadilika wanamuita Belshaza, tunaona Eh, Anania wanambadilisha wanamwita, eh, wanamwita Shadrach tunaona, Mishael wanamwita Meshach tunaona, Adharia wanamwita Abednego, lakini that identity, ule utambulisho wanaowabadilisha wale wa Kaldayo, hawakubadilisha kitu chochote kwa kina Daniel, hawakubadilisha kitu chochote kwa kina Shadrach, hawakubadilisha kitu chochote. Tunaona majina yao yanaendelea kuita yanaendelea kuitwa yanaendelea kuitwa, lakini ile nafasi, ule utukufu hauondolewi. Kwa hivyo hata jina lingebadilika, utukufu hauondoleki. Kwa sababu gani? Umekuwa ni mrithi wa Kristo. Mpendwa, usiwe mwoga katika kufanya vitu ambavyo ni vya Kristo, jua umepokea ufalme usiotetemeshwa, lakini pia kwa kumwamini Yesu Kristo tu, mpendwa umeingia kwenye nafasi ya urithi mkuu mkuu sana. Mpendwa, ndio maana anasema katika kitabu cha Yohana, waraka kwanza Yohana, tatu mstari wa kwanza, anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa baba kwamba tuitwe wana wa Mungu na ndivyo tulivyo mpendwa. Ni pendo la namna gani ambalo ametupatia Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, ni jambo kuu sana, ni jambo lenye utukufu sana, na ndivyo tulivyo. Ukisoma kitabu cha Warumi nane mstari kuanzia wa kumi na tano kumi na sita na kumi na saba pale anazungumza pia jambo hilo mpendwa, anasema kwamba kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Kumi na sita. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kumi na saba. Na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, maana tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. pendwa katika Bwana kwa kuwa tumekuwa hatujapokea tena roho ya uoga, hatuhitaji kuwa na hofu kwamba eti jina langu likiwa namna hii litakanitenga na, na upendo wa Kristo. Hakuna mpendo. Kwa kuwa umempokea Kristo umekuwa mrithi, umekuwa na roho ya ujasiri ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Hivyo jina jina beshada jina halita kutenga jina, eh, mish, jina Abednego, uzuni halita kutenga, kama ambavyo Yabesi jina yake alikumtenga, kama ambavyo kina Danieli majina yao kuyatenga, bali katika uwepo wa Mungu, bali katika kufanyika wana wa Mungu, wanakuwa na ujasiri. Anasema roho mwenyewe mtakatifu anashuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu, kwamba sisi ni wana wa Mungu, kwamba sisi ni wana wa Mungu. Anasema 17 na kwa kuwa tu wana, tumekuwa watoto, tumekuwa warithi, tena warithio pamoja na Mungu, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo tumefanyika kuwa arithi mpendo, kwa kumwamini tu Yesu Kristo. Jina la Yesu linatufanya sisi tuweze kulindwa, tuweze kutunzwa kwenye ule uwepo wa Mungu. Haijalishi tuna majina na namna gani, kwa kuwa tumemwamini Yesu Kristo, tumeingia kwenye mfumo mzima kabisa wa Mungu. Hivyo mpendo katika Bwana, hiyo ndio kitu ambacho kilichopo kwenye majina. Tumeangalia kwa namna gani ambapo majina yalianza kutokea, tukaangalia majina katika utambulisho, tukaangalia majina katika e, uwepo wa vitu, tukaangalia majina katika jina likibadilishwa, nini kinabadilishwa. Lakini tukaangalia jina kwenye ufalme wa Kristo Yesu, kwa namna ya kumwamini Yesu Kristo katika njia ya wokovu. Jina lako linaweza likasababisha usirithi baraka au usipate kibali, ni kitu ambacho ni hapana, kitendo cha kufanyika mwana tu, kila kiumbe, kila kitu chochote kinakushuhudia kwamba we ni mwana wa Mungu. Hivyo umebadilishwa utambulisho, wa kuitwa mwana wa Mungu, si mwana wa dunia wala si katika majina, kwa sababu kumbuka Mungu alipotuokoa akamnunulia mungu katika ufunuo tano tisa akamnunulia mungu watu kutoka katika kila kabila kabila manake na majina yao akanunua watu kutoka katika kila lugha na lugha zao zote majina atakavyoitwa kwa lugha gani akaitwa akanunua kutoka katika kila jamaa lakini pia na kila taifa mpendwa katika Bwana basi hiyo ni habari ya majina mpendwa kwa kuwa tumemwamini yesu kristo hivyo jina yesu linamaanisha mungu yupo pamoja yaani Emanuel, Mungu pamoja na sisi. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu amekuwa pamoja na sisi, hivyo tunalindwa katika jina la Yesu, tunahifadhiwa katika jina la Yesu, tunaokolewa katika jina la Yesu kwa sababu Mungu yupo pamoja na sisi, nasi tunatambulikana kama wana wa Mungu kwa jina hilo. Mpendwa katika Bwana. Basi natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako. Na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili uweze kupata video hizi mara kwa mara. Pindi tunapo zakrodi neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom shalom.